Tuelekee kaunti nambari kumi na sita. Gavana wa Machakos Wavinya Ndeti amewahimiza vijana kukataa kutumiwa na wanasiasa kuchochea vurugu na badala yake wajisajili kuwa wapiga kura. Akizungumza kwenye mchuano wa kombe la Wavinya, gavana huyo alielezea kuwa michezo hiyo imekuza vipaji vya vijana na kuinua hali yao ya maisha. Na tena kingine, nataka kuambia wakati wa siasa kuna watu wamejifunza vibaya kutumia vijana kupigana mm, eh? kutumia nini goods. Vijana wa Machakos, msikubali kutumiwa na mtu eh? Mimi kama mama yenu nilishawaambia mwenda mpigane mahali, hawa wanakuja ni kina nani, wanawaambia ati mumu nini eh? Mumu mushikane mwanze kwenda kupigana yeah. Na sisi tusikubali watu kutoka nje yeah. Tusikubali kasumba ya watu kutoka wapi, wakuja kutuletea shida. Yule anatuletea shida, tunamtupa nje mpaka ya Machakos sasa.